Nimeyaona nini? Mateso ya watu wangu walioko wapi? Misri. Hapo ndipo nataka niongea na wewe. Funga sauti yako, sema Yesu nisaidie neno. Nasema hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko, nataka kuongea. Mbona kwenye umbea unaongeaga sana kwenye neno ndio ajifanya ona mdogo. Sema nyuma yangu, sema hakika, hakika. Nimeyaona mateso. Mateso ya watu wangu, wangu. Walioko Misri. Semeni peke yenu, moja mbili tatu. Sema ame. Toa sauti yako, sema ame. Mungu asema hakika nimeaona mateso ya watu wangu walioko Misri. Ni watu wake, lakini wanateseka. Unaweza ukawa umeokoka vizuri sana, na fungu ya kumi natoa, na maombo nafanya, na dhambi hujafanya lakini ukateseka. Naona yaja ya kuingia, usije ukamhukumu mtu yeyote ukisikia anapata shida. Mateso yana maana kubwa kwenye ulimwengu wa roho, na hakuna watu wanaweza kumujua Mungu kama mateso hajaingia mateso. Mateso, mateso ndiyo kiungo kinacholeta radha ya kumsikiliza Mungu. Bila <laughs> mateso, watu wasikilizi Mungu, maana watu ni majeuri wasikilize kisababishi cha kusikiliza Mungu mateso. Hebu sema mateso. Mbona waongee? Sema mateso, yeah. Mungu akiondoa wa mateso, watu wakala, wakashiba, wakapata madaraka, wakapanda vyeo, wakaenyesha magari ya maana, wanabadilika hawasikilizi Mungu tena ibada hawaendi, akutaa mtu analinga tu anaweza kwani kumwabudu Mungu hivi wa, mtu kwenda kusali yani anakuwa anataka nini? Ujaapo ameshiba, lakini akitandikwa halo, akipigwa nyonga zikagoma, moyo ukaenda kando, ini ikakataa masikio ya kusikiliza Mungu yanaanza kufunguka. Wakipima hospitalini wasione ugonjwa, asilale usiku wachee, wakamkojolea, wakamnyea, anaanza kuuliza, hivi Mungu yuko wapi kweli? Mbona ananyewa usiku halo. Kwa hiyo huwa tunaomba Mungu aondoe mateso, lakini tujifunze kumsikiliza Mungu pia, bila mateso. Bila mateso, nisingoje mateso ndipo. Nisingoje nikusikilize. Sema, Baba nisaidie, nikusikilize bila mateso, katika jina la Yesu. Pigia Bwana makofi yenye afya, piga mikono kwa Yesu, piga mikono. Fungua sauti yako, sema ame. Ukienda Rwanda ukatangaza mkesha, watu wanajaa haraka. Kwa nini? walipitia nini? Lakini Tanzania unatangaza mkesha, utakesha wewe mchungaji na mzee wa kanisa. Sasa Tanzania ni kisiwa cha amani, kwa kwa, kwa, kwa sababu ni amani, hawaombi Mungu; kwa sababu ni amani, hawaingii kanisani. Sasa Mungu atawapeleka, mtaingia siku moja, bado hiyo. Ya juzi ilikuwa mnaonja, bado kidogo kusema ame si amtaki kuomba. Hii dunia usiyo kazikia, nchi zingine watu wanateseka, ukafikia huko tu. No, hii dunia ni moja, dunia ni moja, hakuna dunia mbili. Dunia ni moja na watu ni wale wale. Ukisikia mahala kuna shida, usisemeni hao tu, mkicheka. Kwanza zungumpa jioni, Mungu asikilize hiyo hiyo. Mungu ana maneno, Mungu anasikiliza kilio. Ina mikono juu No, sema Baba, kuna mambo yananiliza kwa kweli, ninalia, naomba unisikie ukanisaidie katika jina la Yesu. pigia Bwana makofi mazuri, pigia mikono kwa Yesu. nimesikia nini kilio chao, nimesikia nini kilio chao, naomba ongee, nimesikia nini kilio chao. Hivi watu wanapolia wana furaha, wana nini? Wameumizwa, wana mateso Hey, mateso. Mungu anasema sasa, nimesikia kilio chao. Mungu ana tabia ya kusikiza kilio, ndio maana watu wanakuambia kaa mbele ya Mungu, mlilie Bwana, lilia Mungu, lia machozi mbele za Bwana, omba, omboleza. Wewe moyoni unatokeleza mchungaji naye silingo aliye mwenyewe, umesema utalia utalizwa, usipolia mwenyewe utalizwa. Samame, yeah. Nimekisikia kilio chao. Kwa nini anasema nimesikia uh, kilio chao? Kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Kwa Mungu ameona mateso, amesikia kilio, anayajua maumivu yao Mungu anajua maumivu yao. Shika mkono jirani yako mtikize kidogo, maana huyo ndugu yako masikio yake hasikii, anasikilizia kwenye mikono. Mtikize hivi, mwambie japo, kuna unajikakamua, unajipakapaka poda, unajaribu kupaka rangi viatu, unachana nywele na kuweka mafuta mazuri, mwambie lakini ndani kuna maumivu yanayoendelea. Mwambie habari njema ni kwamba Mungu anajua maumivu yako, huza magonjwa mengine. Pressure inapanda kwa sababu ya maumivu, madona ya tumbo yanazaliwa sababu ya maumivu. Watu wakiumia wanakosa hata sura, nzuri inapotea, maumivu kama ametembea sawa sawa, ukipata ukipaka poda haishiki. K so, sababu poda inaondolewa na machozi. Kwa hiyo kuna baki mistari hapa, poda haitangagi machozi wala jasho. Unajua, poda ni unga wanaojipaka watu usoni, wale wanaoendesha magari, kwa sababu ana kiyoyozi. Sasa nyie ambao mnaiga tu, sema Bwana Yesu nisaidie, haleluya, hey. Poda ni unga sawa eh, ila huwezi kusongea ukali na paka usoni, si ndiyo? Ila haitaki shida, jasho likipita, poda naeleza kwamba wee una shida, wee hutaki upata poda. Nayajua maumivu yao, maumivu ya ndani, maumivu ya moyo, maumivu yakiendelea ya mda mrefu, yalaza kifo bezima. Nayajua maumivu yao. Asubuhi ya leo nikiongea na wewe usidhani, Mungu hajui. Mungu anajua maumivu yako, utaki tu kuitikia, kwa sababu leo unakakiburi ka kabila yako. Maana kabila yenu mnakakiburi hivi, hata kama umelala njaa unavimbisha mashavu kama unahela hivi, lakini uko i Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Kuna watu wana maumivu kwa sababu hawajaza. Maumivu ya kutokuzaa wanakubieda, wanakugeuza. Kuna wamama wana jicho, anaweza kakubinua na jicho lake tu hivyo, kakupandisha kakushusha, halafu mkiachana anasema nawe ni mwanamke sasa. Halafu aliyeambiwa nakuletea taarifa <laughs> dada, pole atisa amesemete nawe <laughs> kwani ni mwanamke. Maumivu yanakuwa makali sana, hasa mi kama sio mwanamke, namaana mi ni nini? Mbona maziwa ninayo huwezi kujitetea, sababu hujaza. Maziwa yako ni kama mapambo, kwa hiyo unaumia. Na watoto hawauzi na wahindi madukani, mpaka Mungu wa mbinguni akubali. Yeye ndiye mwenye pumzi ya kuleta mtoto. Ha, unaumia tu. maana furaha ya mwanamke ni kunyonyesha, anaposhika mtoto hivi ananyonyesha, watu wote wanaanyonyesha, yaani analinga na. Mwanamke asiyezaa hana nguvu kwenye ukoo alikoolewa. Afrika, ili upate nguvu kwenye ukoo alikoolewa, uzae. Ukishindwa kuzaa, unapoteza mume, unapoteza ukoo huo, wanakukataa faida hujaleta mtoto. Na wanaume wengi, usipozaa anakaa akitafuta namna ya kukuengua, akiona imeshindikana anakolea mwingine, halafu aliyezaa aliyekuja siku za karibuni, wiki tatu ine, mwezi moja, ana mimba, halafu weo una miaka saba huna, huna mtoto sasa. Hiyo inaitwa ni, ni indirect speech. Utapata taarifa mwenyewe. Hapo kale kadada kamekuja kameshabeba mimba na kalisikia ulikuwepo ubebi hata kama hajakuwa kubwa kanayengeza tumbo mbele ili uone, ili uumie sawa sawa ina mikono juu sema, hey, baba nisaidie niondolee maumivu niliyo nayo naona hutaki kuongea kwa sauti ujaumia wewe ina mikono sema baba maumivu niliyo nayo leo nimeyaleta kwako unisaidie maana, sina mwingine wa kunitibu maumivu yangu ila ni wewe Baba, shusha maumivu. Watu wengine wana maumivu kwa sababu hawana hela, kwani umisa pumani. Unapokuwa una hela katika jamii, una nguvu, nana atakuheshimu, nana atakusikiliza. Wewe una hela? Wewe una nini kwanza? Wewe una nini kwenye kikao cha wanaume, hadi mwanaume huna hela wanaume anaitwa wanaume ni wenye hela. Una hela we ni mwanaume, hata ndevu zako ni uchafu oh, unafuga ndevu. Una hela? nyoa tu ufanane na dada. Una hela? kwenye ulimwengu wa wanaume unaweza ukaongea nini? watu wanatikisa funguo za gari namba d namba e. Wewe wewe unatikisa kucha zenye uchafu. Nana, nakuelewa kwa watu hawakuelewi, kama una hela uheshimiwi. Iyo huleta maumivu ndani, unachoka uso unachoka kwa sababu una hela una mamlaka ya kuagiza mtu huwezi wewe, yani ni maumivu ya ndani. Kwa hiyo unaishi umenyongonyea, unaishi kwa kuji inferiority life, unaishi kwa kujihisi mimi siwezi, sifai. Hatukiambiwa kuna kadi ya harusi utokei maana huna hela. Mtu asiye na hela hana rafiki. Kama huna hela huna ndugu, kama huna hela huna soko, kama huna hela huna sauti, kama huna hela huna serikali. Kama huna hela nani anakujali? Hata askari polisi hawezi kukujali. Una hela wanasikilizwa, wenye hela. Huna hela huwezi kusikilizwa. Come on, brother. If you think I'm telling you, I'm deceiving you. Nenda hospitalini huna hela, uone kama watafungua kadi ya tiba, huna hela. Watu wengi mnafanya mchezo, utaki utafuta maisha, utaki kufanya kazi na lala tu. Nenda Bugando, huna hela. Nenda Sekotule, huna hela. Uone kama nesa atakusikiliza hata kama unapua mzuri, utaachwa hapo na mikono. Tamka sema, e baba yeah, naomba neema ya pesa, naomba neema. Utaki kuongea? Utaki kuongea? Sema, baba yeah, naomba neema ya pesa yeah, maana fedha ni jawabu la mambo yote. Mpe Bwana makofi, piga mikono yako piga makofi.